Of this. This is awesome. Look it. Look at this face. He should still be here. Mama yake, Alicia Shamblin, anasema alipata mazungumzo ya mwisho ya mwanae na ChatGPT it. na kugundua kuwa programu hiyo ilikuwa kocha wake wa kujiua. Anadai bot hilo lilikuwa likimuuliza, uko tayari? Ni wakati? Na baada ya kifo chake ilituma ujumbe kama nakupenda, pumzika umefanya vizuri. Wazazi wa kijana Zane Shamblin mwenye miaka 23 kutoka Texas, ambaye alifariki kwa kujiua majira ya kiangazi, wameshtaki kampuni ya OpenAI wakidai kuwa ChatGPT ilimshawishi mwana wao kujiua. Transcription hiyo ilionekana CBS News zikionyeshwa kuwa ChatGPT ilimpa maneno ya kumtia moyo na hata alipotaja bunduki kwa nia ya kujiua. Baada ya kuandika adios mara ya mwisho, boti ile iliendelea kumwandikia ujumbe wa kumwaga. Mwanasheria wa familia, Laura Marquez Garrett, anasema walichukua hatua ya jinai endapo ingekuwa ni binadamu aliyeandika maneno hayo, na kwa sasa tayari wamefungua mashtaka saba dhidi ya OpenAI. Familia hiyo pamoja na wazazi wengine waliokumbwa na madhara ya AI wamekutana na Mwanasheria Mkuu wa California wakitaka uwajibikaji, uwazi na kanuni kali za usalama kwa kampuni ya OpenAI. Mtaalamu wa teknolojia Ahmed Banafa, anasema kampuni za AI lazima ziwe na uwajibikaji zaidi, na kwamba faida haziwezi kuwa juu kuliko usalama wa binadamu. OpenAI katika taarifa imesema tukio hilo ni la kusikitisha sana na kwamba wanachunguza kesi hiyo, na kuongeza kuwa wanazidi kuboresha namna ChatGPT inavyoweza kutambua na kusaidia watu kupitia wanaopitia msongo wa mawazo. Mamlaka ya California pia imesisitiza kuwa inalenga kulinda watoto dhidi ya madhara ya teknolojia na chatbots. Asante, karibu tena M24